Mzozo wa kivita kati ya Marekani dhidi ya makundi inayoyataja kuwa ni ya kigaidi yaliyopo mashariki ya kati bado umeendelea kufukuta na hii ni baada ya wapiganaji wa Kihouthi wa nchini Yemen kuendelea kuishangaza dunia baada ya kudungua ndege saba zisizo na rubani za Marekani aina ya Reaper katika kipindi cha chini ya wiki sita zilizopita. Kudunguliwa kwa ndege hizo kunatajwa kusababisha hasara ya zaidi ya dola milioni 200 sawa na zaidi ya shilingi za kitanzania trilioni 5.3 kwa jeshi la Marekani, ikiwa ni athari kubwa zaidi kwa wizara ya ulinzi nchini humo katika kampeni ya kijeshi dhidi ya inayoyaita makundi ya kigaidi yanayoungwa mkono na Irani. Kwa mujibu wa maofisa wa ulinzi nchini Marekani, ndege tatu kati ya hizo ziliangushwa wiki iliyopita, jambo liloashiria kuwa uwezo wa wapiganaji hao wa Kihuthi kulenga ndege zisizo na rubani za Marekani zinapopaa juu ya anga la Yemen umeimarika. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press siku ya jana Alhamis, maofisa wa Marekani ambao hawakutaka kutajwa majina yao wamesema ndege hizo zilikuwa zikifanya mashambulizi ama upelelezi katika anga la Yemen na ziliangushwa baharini na ardhini. Marekani imeongeza mashambulizi dhidi ya Wahuthi, ikitekeleza mashambulizi kila siku tangu Machi 15 mwaka huu, wakati Rais Donald Trump alipoamuru kampeni mpya dhidi ya Wahuthi hao wenye makazi yao nchini Yemen. Trump aliahidi kutumia nguvu ya maangamizi hadi wauthi hao watakapositisha mashambulizi yao dhidi ya ya, yanayolenga meli katika njia kuu ya kimataifa ya usafirishaji baharini. Msemaji wa kamandi kuu ya kijeshi ya Mashariki ya Kati Centcom, Dave Eastburn alisema jana usiku kwamba Marekani imeshambulia zaidi ya maeneo 800 yanayokaliwa na wauthi hao namnukuu, Mashambulizi haya yameharibu vituo kadhaa vya amri na udhibiti, mifumo ya ulinzi wa anga, vituo vya kisasa vya kutengeneza silaha, magala ya silaha ya kuhifadhia silaha na kuwaua mamia ya wapiganaji wa kihuthi pamoja na viongozi wao kadhaa, alisema Eastburn, mwisho wa kunukuu. Ofisa mwingine wa ulinzi alisema ingawa mashambulizi ya adui huenda ndiyo chanzo cha ndege hizo kuanguka, uchunguzi wake bado unaendelea. Ofisa huyo aliongeza kuwa kuongezeka kwa mashambulizi ya Marekani kunaweza kuongeza hatari kwa ndege zake, lakini Marekani itachukua kila hatua kulinda wanajeshi, vifaa na maslahi yake katika eneo hilo. Pia ofisa huyo aliyezungumza kwa masharti ya kutotajwa jina kwa sababu ya masuala ya nyeti ya kijeshi amesema ndege hizo za hali ya juu zilizotengenezwa na kampuni ya General Atomics hugalimu takriban dola milioni 30 sawa na zaidi ya bilioni 650 za kitanzania kila mmoja na huweza kuruka hadi kimo cha futi elfu arobaini sawa na mita elfu kumi na mbili na mia moja. Viongozi wa Kihuthi wamekuwa wakijigamba hadharani kuhusu mashambulizi hayo, ambapo ofisa mmoja alisema Marekani ilipoteza ndege hizo katika tarehe za Machi 31, na, na Aprili 3, Aprili 9, Aprili 13 Aprili 18, Aprili 19 na Aprili 22 mwaka huu. Wakati huo huo, maseneta wa Marekani wameanza kueleza wasiwasi wasi wao kuhusu vifo vya raia vinavyosababishwa na mashambulizi ya Marekani nchini Yemen. Maseneta hao wa chama cha Democrats ambao ni Chris Van Hollen wa Maryland, Elizabeth Warren wa Massachusetts na Tim Kaine wa Virginia waliandika barua kwa Waziri wa Ulinzi wa Marekani Peter Hegseth Alhamisi wakihoji iwapo utawala wa rais Donald Trump umeacha kuchukua hatua zinazohitajika kupunguza madhara kwa raia. Zaidi ya maseneta hao walioji ripoti kwamba mashambulizi ya Marekani katika kituo cha mafuta cha Ras Isa nchini Yemen wiki iliyopita huenda yaliwaua zaidi ya raia sabini, tofauti na ambavyo ilielezwa awali, nanukuu Viongozi wa kijeshi wanakubaliana kuwa kujumuisha mbinu za kupunguza madhara kwa raia katika operesheni za Marekani hutoa matokeo bora zaidi na kwamba vifo vya raia huvuruga kabisa dhamira ya kijeshi iliyowekwa, ilisomeka barua hiyo. Mbali na kuangusha ndege hizo, Wahouthi wameendelea kufyatua makombora na ndege zisizo na rubani za kujitoa mhanga dhidi ya meli za kijeshi za Marekani katika Bahari Nyekundu na Ghuba ya Aden, ingawa hawajafanikiwa kuzilenga moja kwa moja. Marekani imekuwa ikitumia safu ya meli za kivita, ndege za kivita, mabomu ya angani na ndege zisizo na rubani kushambulia waasi wa wa Kihuthi. Na ndege hizo sasa zinaweza kurushwa kutoka meli mbili za kubeba ndege za kivita zilizoko katika eneo hilo. Hegses aliamua mwezi Machi kuongeza uwepo wa meli za kijeshi katika Mashariki ya Kati kwa kuagiza meli kubwa ya USS Harry S Truman kuendeleza doria yake huku USS Carl Vinson ikielekea eneo hilo. Truman, pamoja na mharibifu ama meli nyingine zenye uharibifu mbili na meli ya kivita ya kikosi chake cha mshambulizi, kwa sasa ziko katika bahari nyekundu. Vinson pamoja na mharibifu mwingine wa pili, ambaye ni meli ya kivita iliyoko katika guba ya Aden. Meli nyingine ya tatu tishio ya Marekani iko katika bahari ya Mediterania, ambapo meli nyingine mbili za kivita za Marekani ziko katika bahari nyekundu, lakini si sehemu ya kikosi cha meli ya Truman. Hegthes anazingatia ombi la kamandi kuu ya kijeshi ya Marekani mashariki ya kati, yani CENTCOM, kuendeleza doria kwa muda ikishirikiana na Truman. Uamuzi huo unaweza kuifanya Truman na baadhi ya meli zake kubaki katika eneo hilo kwa wiki kadhaa. Imekuwa nadra kwa Marekani kuwa na meli mbili za kubeba ndege za kivita katika eneo la mashariki ya kati kwa wakati mmoja. Hivyo mashambulizi hayo ya Wahuthi yanatajwa kuwa ni moja ya sababu ambayo imepelekea pengine Marekani kupeleka meli zaidi ya mbili katika eneo hilo. Viongozi wa jeshi la wanamaji wamekuwa wakipinga wazo hilo, kwa sababu linavuruga ratiba ya matengenezo ya meli na kuchelewesha kwa muda mapumziko ya wanamaji wanaochoshwa na kasi kubwa ya operesheni za kijeshi. Mwaka jana utawala wa Biden uliagiza meli ya kubeba ndege ya USS Dwight D. Eisenhower kubaki Bahari Nyekundu kwa muda mrefu wakati meli ya kivita ya Marekani zilipokuwa zikishiriki mapambano makali ya baharini tangu vita kuu vya pili vya dunia. Kabla ya hapo, ilikuwa miaka mingi tangu Marekani iweke nguvu kubwa kiasi hicho ya kijeshi katika Mashariki ya Kati. Wahuthi wamekuwa wakifanya mashambulizi ya mara kwa mara kwa kutumia makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya meli za kibiashara na za kijeshi katika eneo hilo, wakielekeza mashambulizi yao kuwa ni juhudi za kumaliza vita vya Israel dhidi ya Hamas huko ukanda wa Gaza. Kuanzia Novemba 2023 hadi Januari mwaka huu, wahuthi walilenga zaidi ya meli 100 za kibiashara kwa kutumia makombora na droni, wakizamisha meli mbili na kuua takribani mabaharia wanne. Hali hiyo imepunguza kwa kiasi kikubwa mtiririko wa biashara kupitia njia ya Bahari Nyekundu inayoshuhudia takriban dola trilioni moja za bidhaa kila mwaka. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira na hii ni Mwananchi Digital.